Janet Moraa Bundi ni mshambulizi wa timu ya taifa ya kandanda ya kina dada Harambee Starlets, lakini pia anachezea timu ya Benki ya Kitaifa ya Misri huko Zamalek jijini Cairo. Moraa akiwa ameiteka ligi kuu ya wanawake nchini humo na kumaliza msimu kama mfungaji wa pili bora. Mwanaspoti wetu Lukman Mahmud ambaye yuko nchini Misri alitangamana naye na, na kuandaa taarifa ifuatayo. Tangu kutatiza mabeki akiwa na Vihiga Queens ya Kenya, Yanga Princess ya Tanzania, na sasa Benki ya Kitaifa ya Misri, Janet Moraa Bundi ameendelea kuipeperusha bendera ya Kenya katika ulingo wa kimataifa. Janet alichana nyavu mara ishirini na saba kwenye mechi ishirini na tano za ligi, akisema msimu umekuwa na changamoto si haba ila anajivunia mafanikio hayo kwenye ardhi ya ugenini. Uh, eight months now. Ligi imekuwa poa, uh, performance yangu imekuwa juu, imekuwa 70%. Ukiona uh, ni na ka second top scorer. Top scorer amenishinda na one goal. Naweza sema ligi imekuwa tough kidogo. Kwa upande wake kocha na mta Makali kwenye timu hiyo ya Benki ya Kitaifa akisifia ubora wa mchezaji huyo akisema ni nadra kupata sifa alizonazo Mkenya huyo kwenye soka ya wanawake.

Well. Ameongeza kuwa bado ipo nafasi ya yeye kurudi Kenya kutafuta vipaji kama Janet vitakavyomsaidia na timu yake hiyo changa huku mchezaji huyo akiwa tayari amepokea ofa kutoka mataifa matatu ugenini. Yeah, Yes, Kenya is very good team now. Mwisho, Janet ambaye ameacha athari kubwa ndani ya muda mchache kwenye soka ya wasichana hapa Misri alikuwa na wasia mdogo kwa wachezaji chipukizi nyumbani Kenya. Ni wale wasichana wanaocheza huko ligi ya Kenya, anaweza waambia never lose hope. Any chance coach akikupea in case umeenda game mahali, icheze na roho yako yote. You never know nani anakuacha hapo nje. Hata mimi kukuja kucheza hizi game huko nje ni mtu alini scout tu. Timu yake ya Benki ya Kitaifa ya Misri ilimaliza ligi kwenye nafasi ya tano. Janet kuweza kutamba katika ligi ya nchini Misri ni mfano tu wa namna soka ya Kenya ilivyoweza kupiga hatua, hasa upande wa kina dada. Lukman Mahmud, runinga ya Citizen kutoka Cairo, Misri. asante sana.